au wakati wa mapambano na dola polisi na majeshi yake wakati wa kuzuia uchaguzi? Sasa wako wanaotaka kutuaminisha kwamba kuzuia uchaguzi hakutamwagika damu, wakati tunakwenda tunatangaza kupambana na dola na majeshi kuzuia uchaguzi ulioko kwa mujibu wa katiba, kitu ambacho hakijawahi kufanikiwa popote duniani. Watu wanapambana wakiwa ndani ya uchaguzi. Tunaambiwa tukishiriki uchaguzi ni watu wanaotaka damu zikamwagike, lakini kuzuia uchaguzi, kana kwamba hatutatumia watu wetu hawa hawa kwenda kuzuia uchaguzi. Sasa hiyo itupe tafakuri ya kina, ni wakati gani damu itamwagika zaidi? Kama tunaweza kuepusha tone la damu ya mtanzania kumwagika, viongozi tuna wajibu, that's our primary responsibility